Ame kinachojiri katika mgogoro wa Gaza. Israel inatazamiwa kuwapeleka wajumbe wake mjini Doha, Qatar leo Jumatatu kwa ajili ya duru mpya ya mazungumzo ya kurefusha usitishaji wa mapigano katika ukanda wa Gaza na Israel wakati huo huo imekata, imekata huduma za umeme katika ukanda wa Gaza ili kuongeza shinikizo kwa kundi la Hamas. Mengi zaidi anayotatu Karima. Huku kukiwa na mkwamo kuhusu awamu ya pili ya mazungumzo hayo ya amani kwa Gaza, Israeli imesitisha upelekaji wa misaada katika ukanda huo, na jana Jumapili imetangaza kukatwa kwa usambazaji wa umeme katika eneo hilo. Akiagiza kuchukuliwa kwa hatua hiyo, waziri wa nishati wa Israeli Eli Cohen amesema watatumia rasilimali zote walizo nazo kuwarejesha nchini humo mateka wake na kuhakikisha kuwa Hamas haiko tena Gaza. Hatua hiyo inafanana na ya siku za mwanzo za vita wakati Israeli ilipotangaza kuzingirwa kwa Gaza na kukatizwa usambazaji wa umeme ambao ulirejeshwa tu katikati ya mwaka elfu mbili ishirini na nne. Baha Al Heloi, mkazi wa Gaza mwenye umri wa miaka 47, amesema, tunalala bila umeme, tunafua nguo zetu kwa mikono, kupika kwa kuni na hakuna gesi ya kupikia. Sasa maisha yetu yanategemea kuni na mishumaa. Tumerejea nyuma kwa miaka 50 kwa kutumia mishumaa. Afisa mkuu wa Hamas Izat Al Rishk amesema uamuzi huo wa Israel wa kukatiza huduma za umeme kwa Gaza baada ya kukatizwa usambazaji wa chakula dawa na maji ni hatua ya kuwashinikiza watu wa Gaza. Maelfu ya Palestina sasa wanaishi kwenye mahema kote katika ukanda huo ambapo viwango vya joto hufikia nyuzi joto 12 wakati wa usiku. Katika hatua nyingine Hamas imeendelea kutoa wito wa mara kwa mara kwamba mazungumzo hayo ya amani yanayosimamiwa na Qatar, Misri na Marekani yajumuishe kubadilishana kikamilifu kwa wafungwa na mateka, kujiondoa kabisa kwa Israel kutoka ukanda wa Gaza, usitishaji wa kudumu wa mapigano na kufunguliwa upya kwa vivuko vya mpakani. Msemaji wa Hamas Hazim Kasim ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Hamas imewataka wapatanishi hao kuhakikisha Israel inazingatia makubaliano hayo na kuendelea na awamu ya pili kulingana na masharti yaliyokubaliwa. Taarifa ya Hamas imesema kuwa wawakilishi wake walikutana na wapatanishi wikendi iliyopita mjini Cairo. Mjumbe wa Marekani Adam Boeler, ambaye alifanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza na Hamas katika siku za hivi karibuni, alisema jana kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa ndani ya wiki kadhaa ili kuhakikisha kuachiliwa huru kwa mateka wote waliosalia. Kati ya mateka 251 waliochukuliwa wakati wa shambulio la Oktoba 7, 58 bado wanashikiliwa Gaza, ikiwa ni pamoja na ambao jeshi la Israel limethibitisha kufariki dunia.